Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, mpenzi mtazamaji wa Halal Charity TV, karibu tena katika kipindi cha wajua dini yako. Hii leo tunaangazia swala. Kwa kweli, waislamu wengi tuna swali lakini je swala yetu tunaswali vipi swali la leo ni mja akiwa katika rukuu ndani ya swala huwa maneno gani anayosema katika rukuu hii ungana nami hi leo tukiwa katika mtaa wa kogoa huu ili tuweze pata faida na majibu kwa hawa wakazi wa mtaa huu sema swala asalamu alaykum wa barakatuh wa alaykum salaam brother waitwa nani Suleiman mimi niko na swali leo kutoka Halal Charity TV. Cha kipindi chetu cha kujua wa dini yako Yeah. Niko na zawadi hapa. Leo bahasha ziko nyeupe. Swali ni Muislamu akiswali akiwa kwenye rukuu ni maneno gani anatamka akiwa pale kwenye rukuu katika swali? Akiwa kwenye rukuu. Naam. Subhana rabbiyal aala wa bihamdi. Subhana rabbiyal aala wa bihamdi. Subhana rabbiyal aala bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Vipi mana? Hapa tuko na swali katika kipindi chetu cha ujua dini yako. Swali rahisi leo, tunaangazia swala. Je, muislamu akienda rukuu katika swala kuna maneno anatamka, ni maneno gani hayo ambao anatamka mwislamu katika rukuu? Subhana rabbil adhim

Katika kipindi chetu cha wajua dini yako, hii leo tuna swali swali. Swali ni Mwislamu akiwa katika rukuu kwenye swala anatamka maneno gani pale? Anasema Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la. Anaitwa Muhammad Tahir. Mwislamu akiswali akienda rukuu pale kuna maneno anatamka. Maneno gani anatamka Mwislamu?

Katika kipindi chetu cha Waijua dini yako ndani ya Halaal Charity Tv kuna swali najibu, na ukijibu kuna zawadi, Inshallah. Swali so, la leo ni Muislamu akiwa kwenye rukuu. Kwenye rukuu una maneno anatamka akiwa kwenye swala. Maneno gani anatamka? Kwenye rukuu an eeee

Mimi leo tuna swali hapa na zawadi katika kipindi chetu cha wajua dini yako. Swali la leo ni Mwislamu katika swala akienda rukuu, una maneno anatamka, maneno gani anatamka Mwislamu akienda rukuu kwa aia Okay, Omar, swali so, la leo katika kipindi cha chawejua dini yako ni Muislamu akiwa katika rukuu, akienda rukuu kuna maneno anatamka pale, maneno gani anatamka Muislamu? Subhana Subhana, sabi. Sabi. Subhana, Subhana, sabi. Rabbi Subhana Rabbil Rabbil azim wa bihamdi. Muislamu Subhana Rabbil adhim wa bihamdi. Mashaallah, takbir <laughs> brother <laughs> Al-Hajj Uh, Al-haj. Naam. Kuna swali leo katika kipindi chetu cha wajua dini yako, Muislamu akiswali, akienda katika rukuu kuna maneno anatamka pale katika rukuu. Ni maneno gani? Subhana Rabbi al -al. Subhana Subhana Rabbi al-Azim. Naam. Okay. Jawabu la leo ni katika nguzo ya rukuu kwenye swala, Muislamu anapaswa kutamka maneno Subhana Rabbi al-Azim wa bihamdi mara tatu. Kwa kweli tumepata faida na majibu kutoka kwa wakazi wa eneo hili na biidhnillahi taala tutaweza kufaidika. Mpenzi mtazamaji, kwa wako al-akh, Yusuf Musa, na nyuma kamera kadhangu Hassan Adam Yusuf. Tupatane wiki ijayo.